Okay. Hii ni Jifunze leo YouTube channel, nikusihi kabla ya yote subscribe hii channel uweze kuendelea kufurahi vipindi vyetu vya masomo primari, sekondari mpaka form 6. Uh, leo tunaenda kujifunza kitu kidogo tu, na hiki kimejikita pale darasa la kwanza, lakini kabla sijaanza, kabla sijaanza kukisema hiki kitu basi, mimi ni kuletee kawimbo haka ili uweze kukalili. Okay, ha he hi ho hu, ha he hi ho hu, dha dhe dhi dho dhu, dha dhe dhi dho dhu, tha the thi tho thu, tha the thi tho thu, dha dhe dhi dho

thathe thithothu tha thamani, the theluthi, thithithiti thothothotho thututhuthu, hahehihohu. Okay, sasa tunaenda kujifunza ha: hahehihohu Izi ndo ha he hi ho hu. Tunaanza hapa, hii ni ha he hi ho hu, tena ha he hi ho hu. Nimeimba wimbo, nimesema dha dhe dhi dho dhu I, ndo dha the the, the, tho, thu. Ok, hapa dha tho thu, hii ni silabi mwambatano au ambatano, yani imeambatana na herufi tatu, imeambatana na herufi tatu. Unaona pa kuna d, kuna h, kuna a. Dha hii imeambatana na herufi da ha na a. Kwa maana hiyo, sasa tunasema dha kwa sababu pana a, tunasema dhe kwa sababu pana e, tunasema dhi kwa sababu pana i, tunasema dho kwa sababu pana o, tunasema dhu kwa sababu pana u. Kwa hiyo tunasema dha, dha. Tunapotamka dha, unaona kabisa ndani yake kuna da, kuna ha, ndio nasema dha, dha. Okay. Okay. Unapotamka dha ulimi unakuwa unaong'ata kwenye meno. Dha, dha, dha, dha, dha. Bas twende tujifunze tha, the, thi, tho, thu. Mwa silabi mwamba tano. Tha, the, thi, tho, thu. Hizi hapa, hii ni tha, the, thi, tho, thu. Tena. Jinsi so, inavyotamkwa so, ulimi unang'atwa vile vile kwenye meno unavyotamka unatoka tha ila unakuwa unaachia hewa itoke tha, tha, tha. Lakini kwenye dha hewa haitoki kwenye meno unaisha dha, dha. Okay? Kwa hiyo hii hapa ni tha. Naamini umeelewa nini ninachokizungumza. Hizi ni silabi mwambatano, lakini hii ya juu ha, he, hi, ho, hu. Hii ni silabi ya kawaida, sio mwambatano, ni silabi yenye iliyo yenye herufi na irabu, herufi na irabu. Kwa maana sasa kikubwa tunajifunza kusoma hizi silabi lakini lengo tuweze kuunda maneno k okay? lengo tuweze kuunda nini maneno, lengo tuweze kuunda maneno maneno ambayo tunaweza tukaunda na ha ha he hi ho hu dha dhe dhi dho dhu na tha the thi tho thu, ni kama vile ifuatavyo kama vile ifuatavyo. Neno la kwanza tunaweza tukapata kwenye, tukapata neno thelathini, thelathini, thelathini, the, okay? Na hii hapa ndo thelathini yenyewe. Hii ni thelathini, kwa hiyo imeundwa na thelathini, alafu najua hapa tunajifunza, hapa ni the, lakini hii la, naamini naelewa na ni hii la, hii ingine ni. O the, la thi ni the, la thi ni okay. Twende tukajifunze neno lingine ni dhahabu, dhahabu, dhahabu naamini dhahabu, naifahamu dhahabu. Ni hii hapa, hii ni dhahabu dha. Tulicholenga zaidi hapa kwamba neno letu limeundwa na dha tuliyojifunza, pia limeundwa na ha tuliyojifunza hii bu, na utajifunza kwenye video video zingine zilizopita, nenda kafuatilia, subscribe, utajiona tulishajifunza ba be bi bo bu. Kwa maana hiyo sahihi ni dha ha bu hii hapa ni dhahabu. Hii hapa ni dhahabu. k Okay, hii ni kusoma darasa la kwanza na la pili. Usikose kusubscribe hii channel, kwa majina yanayoitwa mwalimu Paul Mgea. Karibu sana, tuendelee kujifunza zaidi na zaidi. Ukisubscribe hutakosa vipindi vyetu. Kwa maana hiyo, sasa ukisubscribe, kumbuka kugonga hiyo kengele, asante.